Vita vya Armageddon, mapambano makubwa ya mwisho kati ya nuru na giza, siri iliyofichwa katika Biblia. Je, umewahi kujikuta ukijiuliza masuala makubwa ya hatima ya dunia kama Armageddon ni nini, vita vya Armageddon katika Biblia, au ishara za wakati wa mwisho? Leo tunachunguza moja ya siri kubwa zaidi katika historia ya kibiblia, vita vya Armageddon au Helmagedoni kama inavyotajwa katika lugha ya Kiswahili. Hii si hadithi ya kawaida, ni maelezo ya kina ya mapambano ya mwisho ambayo yatabadilisha sura ya ulimwengu wetu milele. Tutazama maana ya Armageddon, chanzo chake, wahusika na hatima yake kwa mtindo wa kuvutia na kushawishi ili uweze kushiriki na wengine. Ikiwa unatafuta biblical prophecies about end times, au Antichrist and Armageddon, umefika mahali pazuri. Hebu tuanze safari hii ya kiroho na kisiasa iliyojaa maajabu na maonyo. Armageddon ni neno ambalo linasikika katika filamu za Hollywood, nyimbo na mazungumzo ya kila siku. Lakini je, unajua maana halisi ya Armageddon in the Bible? Hii si vita vya kawaida kati ya mataifa, bali ni pambano la kimungu ambapo nguvu za giza zinapingana moja kwa moja na Mungu Mwenyezi. Kulingana na kitabu cha Ufunuo, vita hivi vitakuwa kilele cha historia ya binadamu na matokeo yake yatakuwa ufufuo wa ulimwengu mpya. Tazama, hii dunia yetu inakaribia wakati ambapo mataifa yote yatakusanyika mahali moja, si kwa amani, bali kwa mapambano makali. Ni kama filamu ya end of the world prophecies, lakini hii ni kweli ya kibiblia. Biblia inasema kwamba kabla ya second coming of Jesus Christ kutatokea ghasia kubwa iliojaa udanganyifu na mabishano ya rohoni. Hii ndiyo Battle of Armageddon, vita ambavyo havitaendeshwa na silaha za kawaida bali na nguvu za mbinguni na giza. Kwa nini hii inavutia? Kwa sababu inahusiana na masuala ya leo, mabadiliko ya hali ya hari, migogoro ya kisiasa na kuongezeka kwa maasi. Ikiwa unatafuta signs of the end times, hii ni mahali pa kuanza. Tutachunguza hatua kwa hatua na maelezo ya kina ili uweze kuelewa na hata kushiriki katika mazungumzo ya Biblical End Times Timeline. Hebu tuanze na msingi. What does Armageddon mean? Neno Armageddon linatokana na Kiebrania Har Megido ambalo linamaanisha mlima wa Megido. Megido ni eneo la kihistoria kaskazini mwa Israeli, mahali papo vita vingi vimetokea tangu zamani. Kwa mfano, vita vya Farao Neko dhidi ya Yosia, Wafalme wa Pili 29 mstari wa 29, au vita vya Waashiru na Wamisri. Lakini katika Biblia, Armageddon si mahali halisi tu, ni alama ya kiroho. Katika Ufunuo 16 mstari wa 16 inasema: akawakusanya pamoja mahali paitwa kwa Kiebrania Har Magedoni. Hii inaonyesha mkusanyiko wa majeshi ya uovu dhidi ya Mungu. Si vita vya kimwili pekee, bali spiritual warfare in end times. Ikiwa unatafuta Armageddon location on map, utaona Megiddo ni bonde lenye maana ya kimstrategi, lakini Biblia inalenga hali ya ulimwengu mzima. Kwa nini Biblia inalitumia jina hili? Megiddo ilikuwa mahali pa vita vingi kama famous battles in history. Inawakilisha mahali la mwisho ambapo uovu utakusanyika. Katika Revelation Prophecies, hii ni ishara kwamba vita vitakuwa vya kimataifa, kisiasa na kiroho. Tutazidi kuchunguza hii ili uone jinsi Armageddon symbolism inavyohusiana na maisha yetu ya leo. Chanzo cha vita vya Armageddon: siasa, dini na nguvu za rohoni, antichrist prophecy. Vita vya Armageddon havitazuka ghafla; ni matokeo ya mfululizo wa matukio. Hebu tuzame ndani ya causes of Armageddon. Kwanza, kuongezeka kwa uasi dhidi ya Mungu Yesu alisema katika Matayo 24 mstari wa 12, kwa sababu maasi yatazidi, upendo wa wengi utapoa. Hii ni kama signs of moral decay in society. Maasi huzni na kujitenga na maadili ya Kibiblia. Pili, kuibuka kwa antichrist in bible. Antichrist au mpinga Kristo ni mhusika mkuu katika end times figures. Biblia inamwelezea kama mlagavu mkubwa kiongozi wa dunia anayejifanya mkombozi wa amani. Katika wapili wa Thesaloniki 2 mstari wa tatu hadi 4 inasema: usimwache mtu yoyote kuwadanganya kwa namna yoyote ile, kwa maana siku ile haitakuja mpaka kwanza kuwe na uwasi huo, na yule mtu wa dhambi, mwana wa angamio afununiwe. Yeye anayepinga na kujiinua juu ya kila aitwaye gode au kitu cha kuabudiwa hata akaitike katika hekalu pa Mungu, akijitangaza kuwa yeye ni Mungu. Hii ni Antichrist characteristics. Anapata mamlaka juu ya mataifa, majeshi na mifumo ya kiuchumi. Tazama One World Government Prophecy. Kabla ya Armageddon kutakuwa na umoja wa kisiasa, msimu mmoja wa kiuchumi na Mark of the Beast 666 Ufunuo 13. Antichrist atatumia hii kupigana na Mungu na kuzuia Jesus second coming, lakini chanzo halisi ni rohoni. Katika Ufunuo 16 mstari wa 13 hadi 14 inasema, nikaona pepo chafu watatu kama vyura wakitoka kinywani pa yule joka na kinywani pa yule mnyama na kinywani pa yule nabii wa uongo. Kwa maana ni pepo za mashetani wafanyazo ishara wanaokwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita vya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Hii inaonyesha demonic influences in end times. Mataifa yanasukumwa na pepo, si siasa tu. Ni udanganyifu mkubwa kama global deception prophecy. Nguvu za giza zinapokusanya mataifa, udanganyifu wa kimataifa. Sasa, hebu tuzungumzie jinsi mataifa yanavyokusanywa. Si kwa mazungumzo ya kidiplomasia pekee, bali ni spiritual forces behind wars. Pepo chafu wanafanya ishara kuvuta wafalme wa dunia. Hii ni how nations unite in Armageddon. Katika biblical prophecies fulfilled today, tunaona ishara kama kuongezeka kwa migogoro, uchumi ulioharibika na dini bandia. Antichrist atapata mamlaka juu ya global military systems, lakini lengo ni kupigana na Kristo. Tazama Zekaria 14 mstari wa pili, nitakusanya mataifa yote wapigane na Yerusalemu na mji utatekwa, na nyumba zitanajisiwa, na wanawake watabakwa, na nusu ya mji itaenda utumwani, lakini salio la watu halitakatwa mji. Hii inaonyesha Armageddon battle location si eneo moja, bali vita vimeenea kwa kuvutia. Fikiria hii kama epic battle in prophecy mataifa yanakusanyika yakidhani yanapigana kwa ajili ya haki, lakini ni mtago wa rohoni. Yesu Kristo anaporudi second coming prophecy, hapa ndipo kilele cha simulizi jesus return in Armageddon. Wakati dunia inadhani inashinda, mbingu zitafunguka. Ufunuo 19: mstari wa 11 hadi 16 inasema nikaona, mbingu zimefunguka na tazama farasi mweupe, na yeye aliyeketi juu yake aitwaye mwaminifu na wakweli, na kwa haki ahukumu na kupigana. Macho yake ni kama miali ya moto, na kichwani mwake ana taji nyingi, na ana jina limeandikwa, ambalo hakuna mtu anayelijua ila yeye mwenyewe, na amevikwa vazi lililochovwa indari damu, na jina lake aitwaye neno la Mungu. Na majeshi yaliyokuwa mbinguni yalimfuata juu ya farasi weupe, yaliyovaa kitani chepi safi na weupe na kinywani mwake inatoka upanga mkali uliokazwa, ili awapige mataifa; nao na yeye atawachunga kwa fimbo ya chuma, na yeye anakanyanga shinikizo la divani ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Na juu ya vazi lake na juu ya tapa lake ana jina limeandikwa, Mfalme wa wafalme na Bwana wa wabwana. Yesu anarudi si kama mtoto mdogo wa Bethlehemu, bali kama King of Kings in prophecy ni jemedari wa majeshi ya mbinguni tayari kupigana. Hii ni christ versus antichrist battle, si mapambano marefu. Yesu atamwangamiza antichrist kwa breath of his mouth, wa Thesaloniki wa pili 2 mstari wa 8. Antichrist anakamatwa na kutiwa moto pamoja na nabii wa uongo Ufunuo 19:20. Hatima ya majeshi ya dunia Ufunuo 19 mstari wa 17 hadi 18, inasema Nikamwona malaika amesimama juu ya jua, naye akapaza sauti kubwa, akiwaambia ndege wote urukao mbinguni, njoni mkakusanyike kwa karamu kuu ya Mungu Mwenyezi, ili mle nyama za wafalme na nyama za majemadari na nyama za wenye nguvu na nyama za farasi na walio wapanda na nyama za watu wote huru na watumwa, wadogo na wakubwa. Hii inaonyesha defeat of evil in Armageddon. Hakuna anayeweza kumpinga Mungu. Yesu dhidi ya Mpinga Kristo. Hiki si vita vya kawaida. Hakuna silaha za binadamu au mapambano ya wiki ni ushindi wa papanishi. Armageddon outcome ni wazi. Uovu unashindwa. Hii inatufundisha Mungu ni mtawale wa historia. God controls history prophecy. Uovu una kikomo. Evil has an end prophecy. Kristo lazima ashinde. Christ victory in end times prophecy hakuna aliye katikati. Ni Kristo au antichrist. Choose sides in prophecy. Kwa waamini, where are believers in Armageddon? Biblia inaonyesha wengine watachukuliwa unyakuo, wa Thesaloniki wa kwanza nne mstari wa kumi na saba na wengine watarudi na Kristo kama jeshi la mbinguni, Ufunuo kumi na tisa mstari wa kumi na nne ni kama rapture and armageddon connection. Waamini si wahanga, bali washiriki wa ushindi. Baada ya vita nini? After Armageddon, what happens? Shetani anafungwa na Kristo anatawala miaka elfu. Ufunuo ishirini mstari wa kwanza hadi wa sita nikamwona malaika akishuka kutoka mbinguni, naye ana ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule joka yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka elfu moja akamtupa kuzimu akafunga na kutiwa muhuri juu yake asimdanganye tena mataifa hata ile miaka elfu moja imalizike, na baada ya hayo ni lazima afunguliwe kwa kitambo kidogo. Hii ni millennial reign of Christ, amani ya kweli, hakuna vita, na ulimwengu unaorejea hali yake ya asili. Ni wakati wa furaha kama heaven on earth prophecy. Ikiwa unatafuta post armageddon world, hii ni jibu. Ujumbe wa toba rafiki hii si simulizi la kutisha, ni onyo la upendo. Petro wa Pili tatu mstari wa tisa Bwana si mwekesi wa kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyohesabu kuchelewa, bali yeye ni mvumilivu kwenu, hata kimtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Leo door of grace is open, Yesu anaita, lakini wakati wa Armageddon rehema itafungwa. Amina. Kama simulizi hili limekufungua macho ya roho au limekuandaa kwa mambo yajayo. Biblia Voice Kiswahili, sauti ya neno, mwanga wa kweli, tumaini la wokovu.